Amani iwe nanyi. Heri ninyi mlio maskini, maana ufalme wa Mungu ni wenu. Heri ninyi mlio na njaa sasa, maana baadaye mtashiba. Heri ninyi mnaolia sasa, maana baadaye mtacheka. Heri ninyi iwapo watu wanawachukia, wanawatenga na kuwatukana na kusema ni waovu kwa ajili ya Mwana wa Adamu. Furahini wakati hayo yanapotokea Mshangilie kwa furaha, maana hakika zawadi yenu ni kubwa mbinguni, kwa kuwa wazee wao waliwafanyia manabii vivyo hivyo. Msiwahukumu wengine, nanyi hamtahukumiwa. Msiwalaumu wengine, nanyi hamtalaumiwa. Wasameheni wengine, nanyi mtasamehewa. Tuambie, unafanya mambo haya kwa mamlaka gani? Ni nani aliyekupa mamlaka haya? Na mimi nitawaulizeni swali, niambieni, mamlaka ya Yohana ya kubatiza yalitoka kwa Mungu au kwa binadamu? Hatujui hayo mamlaka yalitoka wapi. Nami na pia sitawaambieni ninafanya mambo haya kwa mamlaka gani. Mwalimu, tunajua kwamba unasema na kufundisha mambo ya kweli, tunajua kwamba wewe huna ubaguzi, lakini wewe wafundisha ukweli kuhusu matakwa ya Mungu kwa wanadamu. basi Tuambie kama ni halali kulipa kodi kwa Kaisari au la. Hebu nionyeshe sarafu ya fedha. Je, yeah, sura na chapa hii ni ya nani? Kaisari. Basi mpeni Kaisari vilivyo vyake Kaisari. Na mpeni Mungu vilivyo vyake Mungu. Tuambie, je, yeah, wewe ndiye Masihi? Hata kama nikiwaambieni hamtanisadiki, na hata kama nikiwaulizeni swali hamtanijibu. Lakini tangu sasa mwana wa Adamu ataketi upande wa kulia wa Mungu mwenye nguvu ndiyo kusema wewe ni mwana wa mungu sio ndiyo mimi ndiye ndiwe mfalme wa wayahudi ndiyo mimi ndimi mwenyezi mungu awabariki na kuwalinda mamlaka yote ya mbinguni na duniani nimepewa mimi kwa hivyo nendeni mkayafunze mataifa Muyabatize yote kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, mwafunze wafuate yote niliyowaamuru, na niko pamoja nanyi daima hadi mwisho wa dunia. Amen.